Siku ya Jumatatu, mawakala wa polisi wa kitaifa wa Paraguay walipata helikopta iliyoripotiwa kuwa imeibiwa nchini Brazil. Hatua hiyo ilifanyika kwa ushirikiano na polisi wa kiraia wa Mato Grosso Do Sul, ambao walifuatilia habari kuhusu harakati za ndege hiyo. Kulingana na gazeti la ABC Color, kutoka Paraguay, helikopta ya Robinson R44 yenye nambari ya usajili, Papa Tango Yankee Victor Tango iliibiwa mwishoni mwa juma, katika jiji la Porecatu Parana. Wakati wa wizi huo, ndege hiyo ambayo ni ya mfanyabiashara maarufu ilikuwa kwenye hanga ya uwanja wa ndege wa ndani. Ndani ya helikopta, polisi wa Paraguay walipata kifaa cha kuzuia signal kilichotumiwa kufanya iwe vigumu kupatikana. Kulingana na ripoti hiyo, ndege hiyo ilikuwa katika eneo ambalo lilikuwa gumu kufikiwa na nchi kavu, huko Kolono Sero 21 eneo la Pedro Juan Caballero, katika mstari wa moja kwa moja. Mahali hapo panapatikana mita 650 kutoka mpaka kavu kati ya Paraguay na Brazil. ABC Color pia iliripoti kuwa kuna dalili kwamba eneo hilo linafanya kazi kama msingi wa shirika la uhalifu linalohusika na wizi au wizi wa

chini mawakala walipata sehemu za ndege nyingine ambazo pia zingekuwa na asili haramu. Baada ya kufika Paraguay, helikopta hizo zingesafirisha dawa za kulevya za dhamani ya juu kama vile cocaine kutoka Bolivia. Ndege hizo zingetumiwa kama wapokeaji na mashirika yanayohusika na ulanguzi kima wa kimataifa wa dawa za kulevya. Majuzi, serikali ya Paraguay ilitoa zabuni ya ununuzi wa vifaa vya kufuatilia anga ya nchi hiyo. Mfumo huo mpya, hata hivyo, unatarajiwa tu kuanza kutumika baada ya mwaka 2026. Zimo kwa udhibiti wa trafiki ya anga na maeneo makubwa ya Paraguay nje ya rada au na udhibiti duni, inamaanisha kuwa magenge yanatumia udhaifu huo. Mbali na helikopta, ndege ndogo zilizoibiwa nchini Brazil au Argentina pia ni sehemu ya fleet zinazopatikana kwa uhalifu uliopangwa. <tune>